Je, yeah. Ni mda kiasi gani unastahili kukaa tangu mara baada ya mimba kuharibika au kutoka? Ni mda kiasi gani unastahili kukaa ili uweze kupata ujauzito mwingine? Kimsingi unastahili kusubiri angalau, unaamini periodi mbili mpaka tatu au hivi, mbili mpaka tatu tangu mimba iliharibika au kutoka. Hii itakupa nafasi ya kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupokea ujauzito mwingine, lakini pia itategemeana na utayari wako katika kupata ujauzito mwingine. Kama hujawahi kuona, kama hujawahi kusubscribe ndani ya Health Program, basi subscribe hivyo, ni vyamasa kutoa mafunzo zaidi kuhusiana na afya. Sasa hivi, kama ikitokea, kama umeingia, umepata uja uzito mwingine alafu bado umeharibika tena au umetoka tena hapo namna, hapo namna kufanya, hospitali, na daktari, vipimo, sababu. Kuna namna nyingine ya yakufanya bali ni kwenda hospitali kuonana na daktari akufanyia vipimo ambavyo yeye anaweza akasuggest, sababu uendeka kuna sababu zingine kubwa zaidi yeye atasuggest. Atakupa kipimo aidha cha damu au atakupima; atafanya ultrasound au DNA test ili atakaye fahamu zaidi ili kujua tatizo ni nini hasa. Yeah, dalili za kulibika kwa ujauzito au dalili za kulibika na kutoka kwa mimba ni zipi? Kimsingi, dalili za kuharibika na kutoka kwa ujauzito ziko kuu tatu. Dalili ya kwanza ni kutokwa na damu sawa, au kuzidi uzito wa damu ya hedhi. Dalili ya pili ni maumivu makali sana ya tumbo. Ila subiri kwanza, kama, kama hujawahi kusubscribe kwenye Health Program, bofya neno subscribe ili uweze kuwafikia watu wengi sana, ambao wenye changamoto na hata ambao hawana changamoto za kiafya. Tuendelee, dalili ya pili nimesema ni maumivu makali sana ya tumbo, na dalili ya tatu ni kupoteza zile dalili zote za ujauzito, mfano kichefuchefu, maumivu ya matiti unapoguswa, dalili zingine zote za ujauzito unazinapotea. Sasa kama inatokea unatoka na damu nyingi sana, lakini pia kama unapata maumivu makali sana ya tumbo, ni vyema ukaenda hospitali ili kusovu tatizo.